Watumishi wa taasisi za umma na binafsi wametakiwa kumuenzi kwa vitendo Rais wa serikali ya awamu ya tano hayati Dr. John Pombe Magufuli kwa kuimarisha uwajibikaji na kuishi kwa hofu ya Mungu. Askofu wa Jimbo Katoliki, Dayosisi ya Rulenge Ngara, Askofu Severine niwe NiweMugizi amesema hayo kwa niaba ya kanisa wakati akiongoza Ibada ya Misa Takatifu ya kumkumbuka hayati Dr. Magufuli, ambayo umefanyika katika kanisa Katoliki, Parokia ya Mtakatifu Yohana Maria Mzeyi, Mlima wilayani Chato mkoani Geita. Watanzania huwe watulivu. Watanzania kama tunaweza kumheshimu Mwenyezi Mungu, tujali sana uongozi wa nchi, tushiriki wote na tufanye mambo hayo kwa uaminifu na uadilifu ili tupate viongozi wanaofaa kuliongoza taifa letu. Tumshukuru Mungu aliyetuwezesha kufanya adhimisho hili, na tumwambie John Pope Magufuli, upumzike kwa amani, tunakupenda. Askofu NiweMugizi amesema hayati Dr. John Magufuli aliipenda nchi yake kwa kulinda rasilimali za nchi alikuwa mzalendo wa kweli na siku zote alisisitiza kuwajali na kuhudumia Watanzania wanyonge bila ubaguzi akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan waziri wa nchi ofisi ya wa waziri mkuu Sera Bunge Uratibu William Lukuvi amesema serikali itaendelea kumwenzi hayati Dr. Magufuli kama ilivyo utamaduni wa taifa kuenzi viongozi wote wa kitaifa. Kwa upande wa hayati Dr. John Pombe Magufuli ambaye tuna, tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kumwombea, tunafahamu katika historia ya taifa letu ya Tanzania amekuwa kiongozi wa muda mrefu sana tangu mwaka 1995 na, na shahuda ni kusana ilianza naye pamoja, akihudumu katika nafasi ya naibu waziri kisha waziri na baadaye mwaka 2015 hadi mwaka na, ishirini na moja alikuwa kiongozi wa taifa letu, yani rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Katika muda aliyotumikia aliyotumia kuitumikia Tanzania amekuwa na mchango mkubwa wa maendeleo ya nchi yetu. Alikuwa mzalendo wa taifa lake, kiongozi aliyejali watu na rasilimali za nchi yake, mcha Mungu na mtu aliyejitoa katika kazi. Mbali na kuwa kiongozi, hayati Dr. John Pombe Magufuli alikuwa baba familia mwanajamii, katika eneo hili la nchi yetu, muumini mwenzetu ambaye mara kwa mara tulimshuhudia akisali pamoja nasi. Hivyo, katika kumwenzi ndugu yetu, tutaendelea kushirikiana na familia pamoja nanyi waumini kumwombea na kutangaza mema aliyoyafanya katika jamii, kama baba wa familia, mwanajamii na muumini mzuri wa kanisa hili, lakini kiongozi wa taifa letu Makamu mwenyekiti wa UVCCM Taifa, Rehema Sombi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Mkoa wa Geita, Nicolas Kasendamila na Jessica Magufuli ni miongoni mwa waliopata nafasi kuzungumza katika siku hii ya kumbukumbu kumbu ya hayati Magufuli. Hakika tunaendelea kuyaishi hata yale ambayo Rais wa Awamu ya Tano Hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyaakisi katika jamii zetu tunasema ni rais wa watanzania wote, ni rais aliyekuwa warika zote, ni rais wa makabila yote, na amepata sifa ya kujenga makanisa, lakini mimi nikiri, amejenga pia misikiti ukiwemo msikiti mkubwa pale Dodoma. Hakika wote tukiingia katika kamusi zetu ama dictionary, tukatafuta jina John lina maana gani, tutabaini kwamba limebeba maana kubwa, kwamba God is the gracious. Hakika John alikuwa ni gracious kwetu, kwa maana alikuwa mwema na alikimbilia wanyonge nyakati zote. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi niseme kwamba alikuwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ambaye aliishi katiba ya Chama cha Mapinduzi. Tutaendelea kumuenzi na tunashukuru kwa ushirikiano ambao waliuonyesha kwa makamu wa rais wa awamu ya tano, leo hii ni jemedari na amiri jeshi mkuu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya sita dr Samia Suluhu Hassan. Alihubiri sana sisi Watanzania tupendane na wanadamu wote tupendane. Mwasham baba askofu, tunasema kwa woga, lakini tuseme tu sisi wanasiasa mwaka huu tuna uchaguzi, tusivunje amri za Mungu. Uongo unakuwa mwingi, tusifanye hivyo. Kwamba wengi mlipiwa hayati Magufuli kama rais, lakini kwangu alikuwa baba katika mimi. Liliyojifunza kwai hayo, nimeabeba sasa, kujitolea kwa ajili ya wengine